Lakini hapa kuna tatizo na inatakiwa tulifanyie kazi kwa haraka, na ikibidi tulifanyie kazi kwa namna ambayo halitakuwa linaendelea. Kwa hiyo kama ni mkandarasi anashindwa kazi, nadhani taratibu za kisheria zipo. Serikali iangalie, ifate taratibu za kisheria ambazo zinaweza kusababisha eh, ili tatizo likaisha, kwa kuhakikisha kwa, kwa, kwa kwamba halipo tena. Tumeanza mm, we are, we are trying to finish this project. ujenzi wa mitaro na maeneo korofi ambayo mvua zilikuwa zikinyesha yanajaa maji kwa wingi mpaka kufikia mwezi Septemba mwaka huu barabara hizi ujenzi wake utakuwa umekamilika. We can finish all of... tumesha wa earmark wakandarasi ambao wanafeli na mfano ni mkandarasi ambaye amekabidhiwa ame site hii, mradi huu wanakuwa blacklisted na hawatopewa kazi nyingine, na ayo ni maelekezo ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, yeye mwenyewe ametoa hayo maelekezo na mimi nayasisitiza, wale wakandarasi wanaopewa kazi na wanaonyesha kufeli hawatimizi wajibu wao kimkataba, wakati fedha ipo, hamna changamoto ya fedha. Maeneo mengi tunaweza tukasema mradi unaweza ukakwama kwa sababu hamna rasilimali fedha, lakini kwenye miradi hii ya TACTIC hamna changamoto ya fedha, fedha fedha zipo. Kwa hiyo ni mkataba, anapopewa mkandarasi hakikishe anakamilisha kazi kwa kuzingatia mkataba.